Hii ni Betika Maskani na leo niko maskani kwenye pita pita zangu, nimekutana na maplaya hapa, nikaona ngoja nifanya nao jambo. Kwanza tupige stori za kimpira. Timu gani uliona kabisa mwaka huu ikawa noma alafu mwisho wa siku unaona wamezingua? <laughs> <manu, manu>, Manchester <laughs> <laughs> <wame tisha> United <laughs> kwa sana tunakaanza mifumo yule yule waganga huko wale achee wametitisha sana, amifua amabadilika kwa vile mechi ya juzi hapa tumeshinda goli mbili, kanibahatisha kanibahatisha juzi unauma, kanibahatisha. Waache vigelegele, bingo yupo juu, anasikia baridi. Bingo gani wa <laughs> mitutu hapo? Baada ya kumaliza kupiga stori na wana, nikaona niswaache hivi hivi, ngoja niwape mchongo wanangu. Wanangu, unaweza kuingia www.betika.co.tz ukasuka mkeka wako wa kibabe. Baadaye ukiona kama mkeka wako unasuasua hivi, kuna timu zinataka kuchana, kuna, kuna kitufe kimeandikwa cash out. Unaweza kubonyeza hapa na ukaokoa sehemu ya dau la ushindi wako. Haya, hii ndio Betika Maskani bwana. Betika chaguo la mabingwa.